Natsamaji, tukiachana na hayo, viongozi katika kaunti ndogo ya Lamu Mashariki wanahimiza wakazi kukoma kuwaficha washukiwa wa visa vya dhuluma za kijinsia ambavyo vimeongezeka katika eneo hilo. Aidha kuna dai kwa, kwa madai kwamba maafisa wa usalama wanatepetea kunakili visa vya dhuluma za kijinsia na hivyo kusababisha waathiriwa kutopata haki. Wito huo ulijiri wakati wa hafla maalum ulioandaliwa na mbunge wa Lamu Mashariki Ruwaidha Obo, iliyohudhuriwa na viongozi, wanaharakati na wadau kadhaa kwa lengo la kushughulikia kero la dhuluma za kijinsia katika eneo hilo. Baadhi ya viongozi waliahidi kuimarisha kampeni za uhamasisho na kumsaidia kuwasaidia kunradhi waathiriwa visa hivyo kwa kubuni mazingira salama na kushirikisha wanajamii katika eneo hilo. Kifiche mtasaidika eh? Sasa msifiche, akupiga usione aibu. Mwanamke ukipigwa ukiendelea kuvumilia, siku yingine nkisu aisifike hapo. Kama wewe ni mama ama wewe ni mzazi ama wewe ni baba, chukua jukumu na uhakikisha ya kwamba haki yako inalindwa, na sisi kama serikali tuko hapa na tuhakikisha sheria inafuatwa vile inatakikana.